Lakini pia kitengo chetu cha dharura kimekuwa kijikita zaidi kuhakikisha kwamba kila mgonjwa anayefika mahali hapa hapotezi maisha. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba jamii inayotuzunguka mara nyingi sana inaoelewa mwingine tofauti kabisa, ya kwamba kwa inapotokea dharura, hasa mtu anapopata ajali, anaweza wakati mwingine akapoteza maisha. Lakini niwahakikishie, kwa mpisa, kama mgonjwa atawaishwa vizuri, kwa kushirikiana na, na taasisi mbalimbali, mgonjwa akiwaishwa hospitali anapata huduma rafiki na wakati ule, mgonjwa pia tunampunguzia vifo, lakini sio kifo tu, hata ulemavu wa kudumu unaweza ukapata. Idara nzima kwamba wazidi pia kujikita katika kutoa elimu hasa ambayo inahusu magonjwa ya, ya milipuko hasa katika jamii zetu ambazo zinatuzunguka, ili pia waweze kujua namna ambavyo wangeweza kujikinga na vitu mbalimbali. Tunaadhimisha siku hii kukumbuka pale ambapo uh, huduma za afya zimeweza kuanzishwa, lakini sio tu kukumbuka, kutengeneza uelewa na kuangalia namna watu walivyojiandaa kukabiliana na majanga mbalimbali, na serikali kwamba ni muhimu zaidi kutoa zile semina za mara kwa mara upande wa emergency, kwa sababu kama mtu wa emergency akiwa na elimu el, el, mzuri zaidi pia itasaidia kwenye utoaji wa elimu pia kwa watu wengine pia, na hata huduma kwa haraka zaidi na huduma yenye ufanisi. Tunachukua hapa kusapoti harakati za mama mheshimiwa mama Samia, sio hasa kusapoti jitihada za kuokoa afya za magonjwa mbalimbali, kwa kama tunavyojua afya ni mtaji wa binadamu. Tukipata magonjwa tunashindwa kuyafahamu, tunaomba wataalamu waje watusaidie kutufundisha kwa magonjwa ya dharura. Hatuna uelewa kwa sasa, tunaiomba serikali wataalamu watufikie kutuelimisha.